Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini TAA Hamza Johari amesema serikali imekusudia kuweka rada mpya katika viwanja vinne vya ndege hapa nchini kwa lengo la kuongeza ufanisi katika sekta ya usafiri wa anga. Johari amesema maandalizi ya kazi hiyo yamekamilika na mkandarasi atapewa zabuni hiyo siku za hivi karibuni ambapo zoezi hilo linatarajiwa kukamilika mwezi Disemba mwaka elfu mbili kumi na saba. Mwandishi wetu Oscar Urasa ana taarifa kamili. Sekta ya usafiri wa anga hapa nchini imeelezwa kuimarika kwa kiasi kikubwa kwa miaka hivi karibuni kufuatia juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali katika kuhakikisha inakuza uchumi kupitia sekta hiyo. Katika kukidhi ushindani katika sekta hiyo, serikali imesema kufikia mwezi Disemba mwaka 2017 itakuwa imekamilisha uwekaji wa rada mpya katika viwanja vinne vya ndege hapa nchini, kama anavyofafanua mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini, TAA Hamza Johari. Kwa hiyo katika mambo ambayo tumeyafanya kwa upande wa mawasiliano, tumeboresha eh, huduma za mawasiliano. Kuna site ile ya Mnyusi kule Tanga, kuna mitambo ambayo tumefunga na sasa hivi katika eneo hilo la, la kuelekea baharini kuelekea katika hiyo engo, huduma zetu zimeshakuwa bora, na sasa hivi tuna project ya rada ambapo tutakuwa tunafunga rada nne kwa nchi nzima. Kwa maana kuna rada itakayofungwa hapa Dar es Salaam kubadilisha hii ambayo imeshapitwa na muda: Mwanza, eh, Kilimanjaro na Mbeya. Shirika la kimataifa la usimamizi wa usafiri wa anga ikao limeipa Tanzania jukumu la kusimamia mawasiliano ya anga katika nchi za Rwanda na Burundi. Je, vipi kuhusu hali ya mawasiliano katika anga hizo? Na si anga letu la Tanzania peke yake. Tanzania kupitia ikeo imekabidhiwa anga la Rwanda na Burundi, na sehemu zote hizo mawasiliano ni mazuri kabisa kwa asilimia mia moja. Kuhusu usalama na ubora wa mawasiliano katika anga ya Tanzania, rais wa chama cha wahandisi wa mitambo ya kuongozea ndege nchini Emmanuel Mikongoti anasema umeimarika kwa kiwango cha juu hali inayochangia ongezeko la ndege zinazotua na kuruka hapa nchini. Sasa hivi hali ya usalama wa anga letu la Tanzania kwa kweli ni ya hali ya juu. Kwani tukijaribu kuangalia ukaguzi uliofanywa na shirika la usimamizi usafiri wa anga duniani ICAO. Tanzania tumepata kredit kubwa ya anga letu. Katika hatua nyingine mkurugenzi mkuu wa TAA Hamza Johare anaelezea hatua ambazo serikali imechukua katika kurejesha umiliki wa anga ya kaskazini mashariki. Mwezi huu mwishoni nitakuwa nakwenda Kenya eh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwenye ofisi ya ICAO ambayo iko pale eh, Kenya Nairobi inaitwa ESAF kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo ya sisi kuweza kurudishiwa lile anga, kwa sababu katika lile anga takwimu ta zinaonyesha kwamba kwa mwaka tungepashwa kukusanya kama bilioni moja pointi mbili. Kwa sasa Tanzania inatoa huduma ya mawasiliano ya anga katika maeneo mbalimbali ikiwemo mbali nchi jirani za Rwanda na Burundi, kutokana na kujiimarisha katika ubora wa mitambo na watendaji. Oscar Urasa, TBC Dar.